Ambaye atakuwa kigogo wa kisiasa kama vile Raila Odinga alikuwa kigogo wa kisiasa eneo hilo la Nyanza pale, na kuna baadhi ya wanasiasa, sio kutoka chama cha ODM, ambao wanaangaziwa pale, tukianza na Dr. Uburu Oginga ambaye sasa hivi ndiye party leader wa chama cha ODM baada ya kuaga kwa Raila pale. Kuna pia Homa Bay Governor Gladys Wanga anaangaziwa kama mstari wa mbele kushukilia hiyo nyadhifa. Kuna pia Treasury CS Bwana John Mbadi ambaye pia amepigiwa upato pale. Kuna eh, Embakasi East MP Bwana Babu Owino ambaye yeye naye amewahi kutangaza hapa rasmi kwamba yeye ndio anachukua mahali pa baba baada ya baba kuondoka pale. Kuna pia CS Energy, eh, Opio Wandai ambayo pia naona picha yake imewekwa pale wakiangaziwa kwamba kati hawa huenda mmoja uh, ndiye atakuwa uh, uh, angaziwa pale kama kiongozi mkuu kutoka eneo hilo la Nyanza. Nakumbuka wakati Rais wa Marekani uh, Donald Trump aliweza kuvunjilia mbali uh, mashirika ambayo ilikuwa inasaidia sana Uh, katika sekta ya afya na sekta zingine pale kama USAID. Na wanasema kwamba hii USAID funding ilikuwa inasaidia pakubwa uh, kukabiliana na ugonjwa wa HIV AIDS hapa nchini Kenya. Na sasa hivi inaripotiwa kwamba wagonjwa wengi ambao wana virusi vya HIV wanapitia lingumu ngumu pale kwa sababu hapo wale walikuwa wanapokea hizi madawa Uh, kupitia USAID lakini sasa hivi hizi madawa zimepungua na pia inawalazimu kuweza kununua uh, kwa pesa around 3000 Kenya shillings. Na hii ni pigo kubwa katika vita dhidi ya HIV pale. Kuna habari kingine Gidi, mm. hujakaona pale Cameroon wamemchagua tena Paul Biya, ah, miaka 92 2 kama rais tena mara ya 8 92 year old yes na nimesikia pale pia kuna maandamano pale hizo, yes, baada ya huo uchaguzi hii. Mm. unataka kutaka kusema nini? Si unajua mtandao ili iliharibika. Mm. ati internet ili, ili, go off mm -hmm, sasa wakachelewesha matokeo. Mm. Lakini si unajua nchi zetu za Afrika yao ndio mambo ya kawaida. mm -hmm. Pia ni mtu mzee Gidi, 92 year old, sidhani kwamba unafaa kuongoza nchi. mm -hmm. Na ni kama wa Cameroon walikuwa wamtaki, lakini si unajua wameforce tu, hii ni kama kuforce hiyo mm. -hmm. kuwin hiyo reelection na mara the eighth term mm. ambapo anaongoza pale. Kwa hivyo nafikiri sisi kama Waafrika tunafaa pia kujimulika mm. E, si kitu cha maana mzee kama huyu wa 92 years, anafaa kuwa nyumbani na watoto wake pale mm. Mm. Okay, kwa hivyo ni habari ambayo imemulikwa pale. Ikiwa ungependa kuzungumza, ungependa kutoa sia zako, tafadhali waweza kutupigia simu ama pia kutuma WhatsApp, na tutaweza kuyasoma tukiendelea na kipindi.